Haujambo mpenzi mfatiaji wa chaneli ya Isaac Paruz, jina langu ni Isaac Kyaluz. IDF imethibitisha kufanya mashambulizi ya anga nchini Lebanoni muda mfupi uliopita. Mashambulizi hayo yamelenga miundombinu ya wa kijeshi ya Hezbollah iliyoko kaskazini mwa mto Litani. Kwa mjibu wa jeshi la IDF, mashambulizi hayo yaligonga kwa kurusha roketi kwenye maeneo ya vifaa vya kuhifadhi silaha. IDF imesema kwamba shughuli za Hezbollah na hifadhi ya silaha katika eneo hilo ni wazi kukiuka makubaliano kati ya Israeli na Lebanoni. Ndege za Israeli zimefanya mashambulizi ya anga kulenga maeneo muhimu ya vifaa vya vikosi vya usalama vya ndani ya Irani na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC mjini Tehran. Malengo hayo yalijumuisha vituo vya amri na mali ya uendeshaji iliyounganishwa na vikosi vilivyohusika kutetea utawala kuzima upinzani wa ndani na kushikilia vyombo vya udhibiti wa ndani ya Irani. Miongoni mwa tovuti zilizoathiriwa ni makao makuu ya Basiji Tehran, nguzo kuu ya ushawishi wa IRGC iliyopewa jukumu la kutetea sheria za kidini na kutoa taarifa kwa raia. Migomo pia iliharibu kikosi cha Aboz ambayo inasimamia usalama katika miji yote ya Tehran mikoa pamoja na matawi ya kijasusi ya Irani na polisi wa usalama kwa ujumla. Waziri wa ulinzi wa Israeli Katz ameongeza kuwa ndege za kivita pia zilipiga na kusababisha uharibifu wa saa ya Israeli katika uwanja wa Palestina Nala uliosanikishwa mwaka 2017 ili kuhesabu chini ya kiongozi mkuu Ali Khamenei ambaye alitabiri mwisho wa dola ya kiyahudi mwaka 2040. Asante kwa kufuatia chaneli yetu na endelea kuwa karibu ili tuweze kupasha habari zinazoendelea duniani. Asante na tukutane baadaye.